Utatanguliwa na mpambe wa bunge Bwana Mohamed Msangi ni wa Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Zubeil al Maulid, na makatibu mezani Monika Mwaga, Pil Omar na Emmanuel Mpanda. Huo msafara wa kwanza utakwenda kuketi viti vivyopo kushoto kwa kiti cha spika. Mpambe wa bunge bwana Mohamed Msangi akimwongoza spika wa baraza wa Wawakilishi Zanzibar, mheshimiwa Alhaji Zubel Al, Al Maulid, na anafuatiwa na makatibu mezani Mwanika Mwaga Pil Omal na Emmanuel Mpanda, wanakwenda kuketi kushoto kwa spika. Msafara utakaofuatia ni wa pili, utatanguliwa na mpambe wa bunge bwana Shukuru Mkelenga ni msafara wa jaji mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Mcheche Masaju, akifuatiwa na jaji mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Hamisi Ramadhan Shaban, na makatibu mezani Michael Chikokoto, Aziza Makwai na Neema Msangi. Mheshimiwa, naomba tuketi. Tuliambie tutulie. Jaji mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Mcheche Masaju, jaji mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Hamis Ramadhani Shaban na wapambe wa bunge Michael Chikokoto, Aziza Makwai na Neema Msangi. Msafara wa tatu unatanguliwa na mpambe wa bunge Sabi Rutiginga, ukiwa ni msafara wa naibu spika Mheshimiwa Daniel Barani Silo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mweshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mweshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makatibu mezani Yona Kirumbi, Bakari Kishoma na Zainab Isa. Msafara huu ukifika, watakwenda kuketi viti vilivyopo kulia kwa kiti cha spika.

Waheshimiwa wabunge, msafara wa nne unatanguliwa na mpambe wa Bunge, Bwana Hamza Idrisa. Huu ni msafara wa makamu wa